Hero mwana michezo, karibu katika channel yetu ya michezo Live. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomment na kushia na marafiki, ili waweze kupata habari zinazohusu michezo. Winga wa Vipers na timu ya taifa ya Uganda, Allan Okello, hatajiunga na klabu ya Yanga katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Hii ni kwa sababu ya pesa kubwa ambayo wanaitaka Vipers ili kumwachia saa huyo, lakini pia Yanga inahofia kuwa hawataweza kumtumia katika michuano ya kimataifa msimu huu kwa kuwa tayari amecheza akiwa na Vipers. Yanga tayari wamepata mbadala wa Okello na watamtambulisha wakati wowote kutoka sasa. Hata hivyo, tayari Okello na injinia walikaa meza moja na anaweza kujiunga na Yanga katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili hapo mwezi Juni mwaka huu. Wananchi hapo vipi? Asante kwa kutufuatilia mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe na kuacha maoni yako ikiwa umependa chaneli hii, acha maoni yako hapo, share na marafiki.